Leo mambo vipi, wapenzi watazamaji wa Kajos TV? Langu jina anaitwa Bin Angalia Majaga, na nyuma kamera niko na Kim Sam. Leo hii tupo location, kuna jamaa fulani ambao tumewatembelea. Jicho la Kajos TV limewatembelea, hawa mnaowaona hapa ni wasanii, lakini pia tuna mastori mengi mengi mengi ambao wewe mtazamaji wa Kajos TV, uh, tega sikio yako ili upate kuelewa na kujua kipi wanachokiandaa hawa majamaa. Kwanza kwa majina tungependa kuwafahamu uh, kaka unaitwa nani? Unaitwa Uran? Unaitwa Uran, jina la kigeni. <laughs> majina yangu tu nimeunganisha. uh, kwa nini mama kuunganisha na ukatoa uh, jina moja? uh, kwa sababu nimependa hiyo hivyo. watazamaji wa Kajos TV wangependa kufahamu jina zako, ili wakujue pia kiundani jina zako ambazo umepewa na wazazi. okay. naitwa Bita Shauri okay. Oh, dada unaitwa nani? Kwa English. Ndio ndio. Mepewa na wazazi. Ndio. Hapa mko sehemu gani? Sisi tupo location. Uh, tungependa kuelewa uh, location ni location gani? Movie, music, au dancer? Movie? Movie. Uh, kwanza tungependa kufahamu movie yenu inaitwa title lake liko vipi? Inaitwa Dark Legas. Dark Legas. Ndio. Uh, kwa Kiswahili ina tafsiri nini? Uh, kwa Kiswahili u sielewi. Labda ni mlezi director mwenyewe. Inakuwaje msanii mmepewa jina la movie halafu mnashindwa kulielewa? Anajua uh, santani. Sisi wenyewe tulisoma, na bahati mbaya mimi nilikuwa sipo <coughs> kipindi cha hapo hapo kwenye kusoma nyinyi hamkufikiria hao? Hamkukaa kwenye kikao ili muweze kukosoa uzuri na ubaya wa Kiingereza? Nilikuwa no, sipo. Kwanza mbele ya wote, tungependa kufahamu mwanadada, uh, lini li ulianza masuala yako ya maigizo? Mimi sijaanza muda mrefu, nimeanza mwaka huu hivi. Na ni nani aliyekushawishi hadi ukaingia kwenye masuala ya maigizo. Ni director Nani? Isha naniish Uh, kwanza tungependa kuelewa safari yako ya uigizaji umeanza lini? 2022 2022 elfu mbili na ishirini na mbili. Na umefanya kazi ngapi? Uh, sasa hivi hapa ni kazi ya nne kama sijasahau, kazi ya nne. Na hizi kazi umezifanya kwenye kundi hii au kundi tofauti? Misha Films nimefanya kazi mbili na nyingine nilifanya Yusi, na nyingine kama nimefanya director fulani, si director L, director L na katika movie zote nne hizi, uh, ni movie gani ambao umefanya na wewe ukaona hapa nimetengeneza kitu kizuri na kikapokelewa vizuri na mashabiki mie? Uh, kwa, kwa maonimangu ninavyofikiria kabisa, Dak Legas nimeifanyia haki, kwa hiyo nategemea mashabiki zangu waweze kuniambia kwa Umefanya vizuri au vipi? Lakini mooni mwangu kabisa najua Dark Legas nimefanyia kazi uh, upo vizuri, lakini tungependa kuelewa kwa kazi ambazo umezifanya huko nyuma before ambazo ni kazi nne, tungependa kuelewa hizo kazi nne ni ipi ambayo umefanya na ikapokelewa vizuri na watu wakakujua kwamba wewe ni mwigizaji. Fitna, kwa nini kwa sababu ilipandisha episode zote nikamalizika inamaana hizo zingine hazikupandisha au ndio? Uh, mwana dada, tungependa kuelewa ni mtu gani ama msanii gani hapa nchini na labda nje ya nchi role model wako wewe ambao unahitaji ufanye kazi kama yeye, lakini pia labda umzidi. Ni yupi? Violet. kwa nini Violet? Ndio nimemtaka tu. Yaani Yaani, mimi kwanza nimetokea kumpenda, alafu anavyofanyaga kazi yake, mimi naiamini sana, nafikia au kumpita. Unaweza love story ndio, unaweza unaweza ukacheza asini za kitandani, naweza okay. uh, na hadi ulipo kwa sasa, unaona kweli ndoto yako itamfikia Violet ya? Ndio, naona mafanikio yapo. Uh, neno moja la mwisho kwa mashabiki wako Hurani. Uh, waendelee kutufuatilia Isha Films, uh, maana kila siku tunatoa vitu vikali kwao, tupo kwa sababu yao. Kwanza uh, tungependa kuelewa wewe mwanadada upoje, ama wewe kama wewe ni nani kwenye mazingira ya kijamii? Mii mi ni mtu simple tu mazingira ya kijamii, kwa sababu hata kwenye usanii watu hawajanifahamu sana ila ndio hivyo, mi ni mtu simple tu kawaida, shagao kasirika. <laughs> <laughs> Hapo sasa, watu wengi tu, hata mzazi wangu namkasiriki. <clears throat> Na baada ya wewe kukasirika, uh, kitu gani ambao huwa kinakuumiza au kitu gani ambao huwa kinakutuliza ukishakuwa na hasira? mimi nitulizaga, yani kila siku nikikasirika nende zangu nilale, yani nitulie, niwe yani mwenyewe basi, yani usingizi ndo huwa ina kutoa mawazo. Ndio. Ni mwanamke gani ulimpenda hadi ukaona huyu nitamchukua? Kwanza umesha na no, usijawa. Ni nani ambaye unatarajia kumwoa? Du, sasa hivi bado nipo single. Kwa nini sijapenda kuingia kwenye mahusiano